Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Ndugu wana michezo, kutokana na umuhimu wa michezo, serikali yenu ya awamu ya sita inayoongozwa na mwanamichezo number 1 Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameendelea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 na kukuza taaluma yenu, tumetenga shilingi bilioni 11 kwa ajili ya kutekeleza mpango wa kuboresha miundombinu ya michezo. Na Mheshimiwa naibu waziri ameeleza kwamba tumechagua shule kumi ambazo ndio zitakazokuwa zinafundisha michezo na tumeanza na hizo, lakini malengo ni kuzifikia shule 56 nchini ili zifundishe michezo na nyie msome kuanzia huko mliko.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 kwa shule za msingi na sekondari nchini ikiwa ni pamoja na kuhakikisha fedha kwa ajili ya kuendesha michezo ya UMITASHUMTA na UMISETA zinatolewa kila mwaka, na mwaka huu jumla ya shilingi bilioni 2.4 zimetolewa kwa ajili ya uendeshaji wa michezo hii utakayoifungua leo, lakini pia kuendelea kuboresha miundombinu ya viwanja vya michezo katika shule za msingi na sekondari ambapo serikali ya awamu ya sita kupitia Ofisi ya Rais TAMISEMI, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo imetoa fedha kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya michezo kwa shule ishirini na sita za amali zikiwemo shule kumi ambazo ni miongoni mwa shule za sekondari 56 teule za michezo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sote ni mashahidi na tunaonea wenyewe mafanikio ya sekta hizi za michezo na sanaa hapa nchini kupitia timu zetu mbalimbali zinavyofanya vizuri katika mashindano ya kimataifa. Msingi wa mafanikio hayo ni mashindano haya ya, ya vijana ambayo leo unayazindua, kwa sababu yamelenga katika kuibua, kuendeleza vipaji vya wanamichezo chipukizi ambao wanapatikana katika mashindano haya na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyoeleza Mheshimiwa Zainab Katimba, Mbunge, Naibu Waziri Ofisi ya Rais, TAMISEMI kuwa tumekuwa na mafanikio makubwa sana katika michezo kwa vijana wa anda 20 na anda 13, lakini pia wasichana kama alivyoeleza timu ya Ngorongoro Heroes na timu ya uh, Twiga Stars wamefanya vizuri sana katika mashindano hayo. Mafanikio haya yamefanya nchi yetu kuwa moja ya nchi mwenyeji wa mashindano makubwa ya chani 2024 ambayo yanatarajiwa kuanza tarehe mbili ya mwezi Agosti mwaka huu na ya Afcon 2027, ambayo ni fursa kubwa kwa nchi yetu ya Tanzania, na haya yote yamewezeshwa kutokana na juhudi zinazofanywa na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan za kuwekeza na kuhamasisha wachezaji katika michezo kwa kuweka utaratibu wa hamasa mbalimbali hususan ya goli la mama.